Watanzania wamemrarua vibaya wakili wa kujitegemea na mashuhuri nchini Peter Madeleka mara baada ya kujiunga na chama cha ACT Wazalendo kwa lengo la kugombea ubunge Oktoba mwaka huu wa 2025. Leo Jumanne Mei 20 mwaka huu wa 2025, wakili huyo wa kujitegemea mashuhuri nchini Peter Madeleka amejiunga na chama cha ACT Wazalendo ndugu Madeleka amekabidhiwa kadi na katiba ya chama hicho na makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo bara ndugu Mchinjita IR. Moja kwa moja bila kupoteza wakati, ninaomba nikupitishe kwenye box la maoni kwenye mtandao wa X Twitter, ili usikie na ushuhudie jinsi ambavyo Watanzania walivyomrarua wakili huyo baada ya kuchukua maamuzi ya kujiunga na chama cha ACT Wazalendo kwa lengo la kugombea ubunge mwaka wa uchaguzi wa 2025 wakili wa kujitegemea na mashuhuri nchini Peter Madeleka baada ya kujiunga na ACT Wazalendo rasmi, aliposema ni kigombea tume ya uchaguzi itanitangaza. Hivi ndivyo Watanzania wamejibu. Kuna mmoja hapa, yeye anasema kumbe tume ipo huru aise, mbona hajatupa sisi hizo mbinu na tulikuwa naye huku Chadema. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema subiri kaka, pita huyu ni wewe bwana. Huyu amemhoji wakili Peter Madeleka swali hili mara baada ya kuposti picha ya kadi ya chama cha Chadema ya wakili huyo Peter Madeleka. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema sijategemea kama alikuwa anajitengenezea umaarufu kupitia Chadema ili aje kugombea ubunge. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema mbona upinzani uko chini sana? Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema sasa unajipa uhalali wa kutangazwa kuwa mbunge kwamba una ushawishi wa watu kukuchagua wewe kuwa mbunge kila la heri, kisha akaweka na emoji za kuchekacheka. Mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema jamani, mitandao mingi ya kijamii imeingiliwa, muna uhakika ni yeye? Lakini pia mbali na huyo, hapa kunaye mwingine, yeye anasema gombea sasa wewe, si unajielewa, ila wengine ndio wajinga. Haya, gombea sasa, kisha akaweka na emoji za kucheka. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema kelele zote zile, kumbe na yeye alijipanga kugombea, yamemkuta kajivua gamba. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema Chadema yapukutika. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema tutaona. Mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema pombe zimemtoa akili wakili wenu, akaweka na emoji za kucheka na kumalizia kwa tume, labda ya babake atachaguliwa. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema hata kama utashinda. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema hii imeisha, mbona asubuhi kabisa unatangazwa. Mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema mtu wa mfumo huyo. Mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema huyu naye wale wale. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema au sio? Kwa hiyo ana majibu tayari. Lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema labda naye ni mmoja wa walioandaliwa ili kuonekana kuna opposition bungeni, tusimkatalie. Lakini pia ukiachana na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema TP Mazembe, kisha anaweka emoji ya kuonyesha ya kwamba eh, huo ni uchafu. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema kwamba umepata kura sifuri. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema sawasawa sawa. Mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema sawa, tuko hapa, tumeyahifadhi maneno yako. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema kama utakuwa umeshinda ila ukishindwa utangazwe ili iweje? Mna e, mnaumwaga nini nyie? Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema hawa watu wakatwe vichwa. Hayo ni majibu maoni wa ya Watanzania mara baada cha wa eh, ya Peter Madeleka kujiunga na chama cha ACT Wazalendo na kusema kwamba akigombea eh, akigombea ubunge tume ya uchaguzi itamtangaza. Sasa ni rasmi sote tunajua ya kwamba wakili huyo wa kujitegemea na mashuhuri nchini amekwisha jiunga na chama cha ACT Wazalendo, na aliposema kuwa huwezi kupima kama uchaguzi ni huru bila kushiriki. Hivi ndivyo ambavyo Watanzania pia wamejibu. Kuna mmoja hapa, yeye anasema, sifanyi kazi ya udalali kwenye siasa. Kama upo CHADEMA kwa ajili ya cheo, hapa si mahala pake. Tupambanie maslahi ya wananchi ili tumiminike, e, ili tuaminike. Mwenyekiti wa CHADEMA Taifa, Tundu Antipas Lissu. Huyu jamaa ametoa e, maoni yake kwa kukumbushia kauli ama eh, maneno ya Tundu Antipas Lissu aliyoyatamka kabla ya kutiwa rupango. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema tatizo chadema hawajui wanataka nini, hawana sera, chama kimezungukwa na wapigaji tu, na huu ndio unaenda kuwa mwisho wao. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema nilikuwa naamini wanasheria wana kumbukumbu nzuri, wana eh, eh, wana kumbukumbu nzuri kumbe nilikuwa nakosea. Huyu ameyazungumza hayo mara baada ya kukumbushia kauli ya wakili Madeleka kwenye ukurasa wake wa X Twitter alipozungumza maneno yafuatayo: watu kwa maelfu wilayani Masasi wamejitokeza kupata elimu ya kuzuia uchaguzi kutoka kwa Tundulisu. Kwa wale msiojua, uchaguzi utazuiliwa kwa kutumia elimu, kimsingi mawe na marungu hayatatumika, no reforms no election. Mithali 4 fungu la 13. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema wana ACT wanapigwa sound, naona wanaona aibu wao. Kisha akaweka na emoji e, ya kucheka na kumalizia sema kaka pita, Madeleka ni VIP kwenye nchi hii, mie nikiingia Twitter nisipoona tweet yako hiyo Eh, hiyo siku kwangu inakuwa hovyo. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema zile zaweka namba uchangiwe uende kwenye kesi huko hamnaga, yaani mwaka huu wote tunalala na viatu. CCM peke yao ndo wanaendelea kula raha, sababu mbinu ya kuwatoa eh, madarakani mmeshindwa. Hamtapata jimbo hata moja, na miaka mitano mpaka iishe, sio leo. Kisha akamalizia na emoji ya kucheka. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema mtu alishawahi kuwa polisi alafu mnashangaa hili kutokea. Mimi sishangai hata, eh, hata zile kesi huenda ilikuwa danganya toto tu, hapakuwa na chochote anachopambania. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema watu wasioeleweka. Kwani chama gani kisichotaka kupimana? Ukitaka kupimana, lazima uwanja uwe sawa. Sasa wakili mzima anashindwa kujua hili na, na, stra, na, na struggle ya siasa za nchini. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema hii tabia ya wapinzani wenye tabia za kimalaya malaya kama hawa ndio inayoturudisha sana nyuma katika mapambano ya kimageuzi. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema akili ndogo sana hiyo. Chadema wameshashiriki shiriki e, chaguzi zaidi ya tano, sasa na ndio wakaja na azimio hilo, peleka njaa zako kuzimu. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa yeye anasema, Madeleka naye mchumia tumbo, Chadema acha waondoke mpaka taasisi ibaki safi. Wanaotafuta pesa na madaraka lazima wataonyesha e, uchu, wa madara, uchu wa madaraka na ukame wa viongozi. Hivi ndivyo ambavyo Watanzania e, wa walivyomrarua wakili huyo wa kujitegemea na mashuhuri nchini Peter Madeleka mara baada ya kujiunga na chama cha ACT Wazalendo, huku akisema kwamba akigombea tume ya uchaguzi itamtangaza na pia e, kusema kwamba huwezi kupima kama uchaguzi ni huru bila kushiriki. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari nasi tunaisogeza kwako